Mungu huwa ajibu maombi kwa lugha rahisi, anajibu neno lake. Rudishia Mungu neno lake, ametuma duniani neno lake, anataka lirudi kwake liyatende mapenzi yake. Ndio maana unapoomba, maombi usio maombi ya mtaani tu koti, maandiko, taja maandiko, usiaseme yote kama unahubiri, lakini baadhi ya taje Baba, ulisema ombeni mtapewa. Amen, ombeni mtapewa. Baba, ulibadilisha chupa ya mafuta wakati Elia, ikalipa madeni. Baba, ulisema nami kwa unabii wa Yeremia. Mungu anafurahi sana unarudisha neno lake. Baba, kazi yako ya msalaba isiwe bure, iende kutimia nini, mimi, mimi nitakaswa niwokolewa, unarudisha neno lako.